Kuja kusikiliza kesi ya uhaini dhidi ya, ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu e, ambayo liko chini ya jopo la majaji watatu, Jaji Ndunguru, Karema na Kiwonde. Sasa itajua kwamba leo upande wa, wa mashtaka ungeweza kuendelea na kesi yake kuleta mashahidi wake ambao wanataka kusema kwamba mwenyekiti wa chama alifanya makosa ya uhaini. Lakini siku ya leo kwa bahati mbaya e, mshtakiwa ndugu mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu akuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai ume kwamba kwa sababu za kiusalama sabuuslam e, lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani. Nadhani nchi yetu Dar es Salaam huko salama, watu wote wameweza kusafiri mabasi, anafanya kazi, lakini upande wa mashtaka kwa wamesema kwamba kwamba unaomba kwamba, e, kwa sababu za kiusalama haujaweza au, kumleta mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mahakamani akuwepo mahakamani. Na baada ya hapo upande wa mashtaka ukaomba kwamba ukaeleza mahakama kwamba wenyewe leo utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake ambao wanatokea Songea wengine wanatokea Iringa watakiwa na Mbeya waweze kuja kutoa ushahidi dhidi yake. Sasa wakasema kutokana na sababu za kiusalama, au mashahidi hawakuweza kuletwa, hawakuweza wa kutoka kusafiri kuja kuja Dar es Salaam kwenye kesi kwa hiyo na wao waweze kujiandaa vizuri, kuweza kuandaa mashahidi wao hawa waweze kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, kwa maomba ahirisho la wiki mbili. Kwa maana hiyo tarehe kumi leo mwezi wa mwezi wa 11 kuongeza wiki mbili, maana yake ni siku 14, ingekuwa maana tunazungumzia tarehe 24 au 25 ya mwezi mwezi huu. Jopo la majaji wao watatu, Jaji Ndunguru, Kionde na Karema, waka baada ku, kuchakata hilo ombi wamesema kwamba hawakubaliani upande wa serikali kusema kwamba kesi ahirishwe kwa wiki mbili, bali wameahirisha kwa siku mbili, yani ya leo na, na, na kesho na kwamba tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na moja mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio Tundu Antipas Mwai Lissu aletwe mahakamani na kesi iendelee, na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumuita mahakamani itolewe aje, na upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake. E, dhidi ya mwenyekiti maana yake e, e, kesi, kesi ya msingi sana. Sasa sisi tumeweza kuyaona hayo sasa. Bahati mbaya kwa sababu mwenyekiti anajiokisha mwenyewe hakuweza kuzungumza, lakini tumeona kwamba mahakama imeweza kutoa angalau muda kidogo ambao ni unaonekana ni, ni, ni mzuri, na kwamba siku hiyo tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na moja 2025 basi kesi hii itaendelewa mwenye, mwenye kwa majari wa Mwenyezi Mungu, na tunatumai kwamba umma utapenda kujua nini kinaendelea uhaini ambao unasemwa dhidi ya mwenyekiti kama utaweza kuweza kuwekwa wazi na kama sio uhaini basi tuweza kujulikana, mahakama itatoa uamuzi gani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mahakama imeweza kuiona kwamba ile njia ya ahirisho, maombi la ahirisho la wiki mbili, kwa kweli ilikuwa alimtendee haki mshtakiwa ambaye hakuwa mahakamani. Hata angekuwa angekuwa angekuwa upande upande ule wa hata upa, kesi me, me, me imeletwa kwa njia ya kimtandao kwamba naye kule gerezani ameweza kusikilizwa, basi ingekuwa nafuu, lakini mahakama imeamua kusimama kutumia misingi ya haki na kusema, basi imetoa siku mbili ambazo ni kwamba wale mashahidi wa serikali kuanzia hivi sasa huko kote waliko, basi wao waje, na tunafahamu mashahidi wengine ni wale wa kufichwa. Asanteni sana Mweliye.